Kwanza, uh, nashukuru kwa kukuona kwenye msiba wa brother yetu. Sasa nashindwaje kuja kwenye msiba? Mimi nikachanika huyu jirani yangu. Ndio. Sasa. Eh. Ah. By the way sisi tunakushukuru sana kwa kukuona, au bwana, maanake kuna baadhi ya wadogo zako mm. nafasi wanayo lakini mm. uh, hawakutokea, pengine una kitu cha kuzungumza kwa Ah, uh, unajua katika dunia usitaki kila mtu afanye kitu unachokitaka wewe. Yeah weye mwache afanye anachotaka, kwa sababu ya mambo si yanazunguka, yeah. Na kila aliyekuwa ajaja hapa ana mama yake naye, sure. Basi kama atadini, tudani, kama utakavyofanya ndivyo utakavyofanyiwa. Basi e mwache sisi punguani tuendelee na upunguani wetu sasa. <laughs> Kama wao wajanja, tutakutana. Yeah. Yeah. Lakini sisi tutakwenda misiba yote yeah. Na wao wakipata tutakwenda hoja tupate taarifa. Akikuonena anachangamka kidogo, umeona? Sasa wewe mnakuja baada ya siku mbili, wewe mnakuja, huyu jamaa atakuwa nakumbuka

kuna namna ambavyo tunaweza tukafanya mambo ambayo kuwafanya hawa vijana wetu ha, wadogo zako yeah, neno lako likawa ni dawa kwa, kwa namna moja au nyingine mm. Uh, wasanii wa komedia hatujawaona yeah. Tukisema udhuru ni kweli itakuwa, yeah. Ni udhuru uh, yeah. Wasanii wa kizazi kipya hawajaonekana wewe unahisi shida, tatizo liko wapi? tu solve mzizi kama hu tojari we. Uh, tunakuwa tuna katika kuna mambo mengine ma, watu wanafanya kwa, ku, kwa kujuwana pengine, labda labda mtu fulani labda ikiwa hivi, afu na, na kuna watu wanapenda wakifanya jambo kama hili wawe kwenye wazungumzwe, watajwe. Sasa kama huku chanika, ndugu yangu hata akija atasema nini, hakunogi Ae, sio mjini. Kwa hiyo mimi lakini nakubaliana pengine wana udhuru kweli, na pengine wamechelewa kusikia, na kama lakini, kuna wengine wanakwenda kwenye ile misiba yenye ulwa yenye ladha. Sasa hii misiba midogo midogo kama hii, na kwa sisi wanyonge, ndio tunaweza kuja wachie, hawana makosa kwa sababu makosa ni kukosea lakini kuna, wanajifunza wataelewa tu siku siku moja, na vijana wale eh sure. mm. Tusiwachukulie vijana kile kitu wanachofanya wanakosea, kuna vingine wanatakiwa wafundishwe, si so, unajua yeah. Jenzi ni manake vijana wasiotumia akili kwa umakini. Sasa sisi tunajua wana akili lakini umakini haupo. Sasa sisi tuabidi tuwafahamishe umakini ni huu. Neno la mwisho kuambia wamama, mama, mama Chidi Benz amepambana sana juu ya Chidi Benz mpaka leo Amekuamba tunamuona neno lako moja la mwisho, wamama wasaidia wa, wa, wa watoto wao, wasiwaache wa moja. Mama ndo kila kitu. Kumpuuza mtoto wako maanake ni kupuuza maisha, maisha yake. Kwa hiyo tuwaombee tu, tu, tu, dua. Wazee wazazi wanatakiwa waombee dua watoto wao na wape support. Kama hataki afanye kitu fulani, amwambie kwa, kwa njia nzuri na kwa njia ambazo zitapendeza zitasaidia.